Ya mtazamaji wa Gavoo Media, natumaini ujambo na ni mzima wa afya. Karibu sana kutazama mahojiano ya ule mchezo wa marudiano ambao utaenda kuchezwa kule South Africa, kati ya klabu ya Stellenbosch ya South Africa dhidi ya Simba Sports Club ya hapa Tanzania na kukuletea mahojiano hayo ya kuelekea mchezo huo. Jina langu naitwa Ayubu Mgando. Nimepata bahati ya kukaa na shabiki, uh, wa Simba Mzee Mwenda lakini pia huyu ni kocha. Kwa hiyo mimi ataweza kutueleza, uh, yale yake ambayo anahisi kwamba kitu gani Simba wanapaswa kufanya, uh, wanapokuwa ugenini kule Afrika Kusini ambapo rekodi zao si nzuri sana. Sasa nini wanapaswa kufanya ili kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwenye mchezo wa marudiano ili aweze kucheza fainali ya kombe la shirikisho? Mzee Mwenda, habari yako. Kwema uh, Mzee Mwenda, Simba inacheza ugenini Afrika Kusini dhidi ya Stellenbosch. Na katika mchezo wa kwanza Simba ilipata ushindi mwembamba wa goli moja kwa sifuri. Rekodi ya Simba ya Afrika Kusini si nzuri sana. Tunakumbuka msimu wa elfu mbili ishirini ishirini na moja. Simba ilipoteza kule uh, ugenini. Kwa magoli manne kwa sifuri hapa ikapata ushindi wa magoli matatu. Msimu wa 2021 2022 20, 20, ipoteza tena South Africa kwa goli moja. Hapa ilishinda goli moja kule kapoteza goli moja, na katika changamoto ya mikwaju ya penalty Simba iliondolewa katika hatua ya robo finali. Um, kitu gani Simba inapaswa kufanya kuhakikisha kwamba inafanya vizuri katika mashindano ya, ya msimu wa kombe la shirikisho na hatimaye kuweza kucheza mchezo wa finali? Ah, kwa sababu ni kocha kutumia akili kuweza kuwaondosha aa mabwana kama yeye. Ana akili kama Simba ilipoteza kocha atakuwa hana akili, kwa sababu watu kama wao wameshawasoma. Una wachezaji wazuri kuliko wao, lakini kocha anashindwa kuwatumia. Lakini kama kocha anaweza kuonyesha uwezo ana, anaweza kuwafunga wale, lakini akiwa ameonyesha kwamba nia ni nini, kwa uwezo wake binafsi anaweza kufanya maamuzi mazuri bila bila upendeleo kama na uwezo, lakini uwezo wake simwamini na sijui, ila wachezaji wao ni wazuri kuliko wapinzani. Simbe na wachezaji wazuri, lakini tatizo ni mwalimu. Mimi siku zote nalia na mwalimu, sababu zake zinakuwa na matatizo, kwa hiyo siwezi nikamwamini moja kwa moja. Basi tukiwa tume tumekwenda nusu fainali, basi nitamshukuru Mwenyezi Mungu, nitakuwa na furaha lakini sina matarajio. Gavoo Media, pamoja hatua kwa